Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wamejadili uwezekano wa kusitisha kwa muda vita vya Urusi na Ukraine. Majadiliano hayo yanakuja wakati ikuru ya White House inasaka makubaliano yanayotaka kusitishwa mapigano na kufanikisha mchakato wa wito wa amani wa muda mrefu. Mazungumzo hayo yalionekana kuwa jaribio la Trump kama anaweza kutekeleza ahadi yake ya kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Mara nyingine amekuwa akiunga mkono mara nyingi mtazamo wa Putin kuhusu mzozo huo. Kipaumbele cha kwanza ilikuwa ni kusaka iwapo Urusi ipo tayari kuonyesha na kufikiria uwezekano wa kuondoa vikosi vyake nchini Ukraine katika maeneo ambayo iliyoyateka tangu mwaka 2021. Baada ya mazungumzo hayo, taarifa inasema Putin amekubali pendekezo la kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati kwa siku thelathini. Putin ameliagiza jeshi la Urusi kutekeleza agizo hilo mara moja. Kwa mujibu wa tamko la Urusi, mambo yafuatayo yalijadiliwa. Putin alikubali ya kuanza majadiliano au mazungumzo ya kusianisha na usalama wa meli katika bahari Nyeusi, na pande zote zitajadili zaidi vipengele vya makubaliano hayo mnamo Machi 19, yani kesh <coughs> leo Machi kumi na tisa. Urusi na Ukraine watabadilishana wafungwa mia moja na sabini na tano huku Urusi ikikubali kuwachia wanajeshi ishirini na tatu wa Ukraine waliokuwa wakipatiwa matibabu nchini Urusi. Vikundi vya wataalamu kutoka Marekani na Urusi vitaanzishwa ili kuendelea na mazungumzo ya mambo mbalimbali mbali kwa ajili ya kusitisha mapigano hayo. Putin amesema masharti muhimu kwa amani ya kudumu ni kusitishwa msaada wa kijeshi wa kigeni kwa Ukraine pamoja na kusimamishwa na utoaji wa taarifa za kijasusi kwake. Kwa upande wake ikulu ya White House imetoa taarifa yake ikithibitisha kuwa Trump na Putin walikubaliana kuwepo kwa amani na kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa ya Marekani, inasema mambo ambayo yalijadiliwa ni pamoja na kwamba viongozi hao walikubaliana kuwa vita hivyo vinapaswa kumalizika kwa amani ya kudumu, na njia ya kuelekea amani itaanza ikiwa ni kusitishwa mashambulizi ya miundombinu ya nishati, kisha kufuatiwa na mazungumzo ya kiufundi kuhusu usitishwaji wa mapigano katika bahari nyeusi, na mwishowe makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano. Mazungumzo hayo yataanza mara moja katika Mashariki ya Kati. <mucho>